Kufuatia kutokea ajali ya helikopta iliyosababisha vifo vya watu watano katika Mlima Kilimanjaro, shirika la hifadhi, hifadhi za taifa Tanapa limetuma timu ya wataalamu kuanza kuchunguza chanzo cha ajali hiyo. Taarifa ya awali ya jeshi la polisi iliyotolewa na CACP Simon Maigwa imethibitisha ajali hiyo kutokea eneo la Kibo umbali wa mita elfu nne na mia saba kutoka usawa wa bahari. Kamishna wa uhifadhi Tanapa Musa Kuji amesema maajali hiyo imetokea wakati helikopta hiyo ya uokoaji ya kampuni ya KiliMediAir ikiwa na watu watano, na mpaka sasa maiti zote zimeshatambuliwa. wanama majira ya saa kumi na moja na nusu jioni katika maeneo ya kambi ya kulala wageni ya barafu ndani ya hifadhi ya taifa ya Mlima Kilimanjaro, wilaya ya Moshi, mkoa wa Kilimanjaro. Helikopta ya, ya kampuni ya KiliMedia inayofanya kazi ya uokoaji ilianguka na kusababisha vifo kwa watu watano, ambao ni mwanamke mmoja na wanaume wanne. Chanzo cha ajali hiyo bado hakijajulikana. Mamlaka husika yani TCAA na AAI wako katika eneo la tukio wanaendelea na uchunguzi taarifa. Kamili itajulishwa. Na miili ya marehemu imehifadhiwa katika hospitali ya rufaa SMC.